Kanisa limetenga siku hii kuwaombea ndugu zetu marehemu, baba zetu waliotutangulia, kaka zetu waliotutangulia, mama zetu na watoto wetu waliotangulia mbele za haki. Kanisa limetenga siku hii kuweza kuwakumbuka na kuwaombea. Mara nyingi tunakosa nafasi, tunakosa muda, hatutengi muda kuwaombea hawa na kuwaombea katika Misa. Leo tunaombea ndugu zetu wote marehemu. Raha milele wape Bwana, wapumzike kwa amani. Mtakatifu Abate Odilo, yeye alikuwa ni abate. Anasema ndugu wote waliotangulia mbele za haki wanapitia hatua tatu: ya kwanza kama ni sisi ambako tupo katika kanisa la wasafiri, la pili ni wale ambao wapo katika torani, na ya tatu kanisa la washindi. Hawa kanisa la torani wanahitaji sala zetu, wanahitaji maombi yetu wanahitaji kuombewa, ndugu zetu waliotangulia wanatuhitaji sisi tuweze kuwaombea katika Misa. Hasa hapa, tujiulize sisi, tangu mwaka huu uanze, mara ngapi umeomba Misa kwa baba? Mara ngapi umeomba Misa kwa mama aliyokutangulia? Mara ngapi umeomba Misa kuombea mtoto wako aliokutangulia? Hawa wanahitaji Misa kuwaombea. Lakini kuandika misa na kuwaombea ndugu zetu marehemu ni wajibu wetu, ni sehemu muhimu katika maisha yetu ya kiroho, ni kitu muhimu katika maisha ya kiroho, kuwakumbuka ndugu zetu marehemu. Roho zao wenye haki zimo katika mikononi mwa Bwana. Heri waliokuwa wapatanishi, heri wanaopenda haki, heri wanaotenda haki, heri wenye huruma. Katika hizi heri zote ulizosikia wewe unaangukia ipi? Ni mpole, mwenye huruma, mnyenyekevu au ndo kinyume chake, mwenye hasira hmm? Sio mpatanishi, mgombanishi. Hawa walitolea maisha yao ili sisi tuweze kukua tulivyo katika maisha ya leo. Wao walikuwa kama sisi na sisi tutakuwa kama wao. Wapo ambao wameteseka kwa ajili yetu wapo ambao wamepitia changamoto ili sisi tuonekane tulivyo. Hivyo hatuna zawadi ya pekee ya kuwapatia zaidi ya kuwaombea katika adhimisho la Misa. Kumbe tunapofanya adhimisho la Misa katika kuwaombea wa ndugu zetu marehemu, tunajipatanisha na wao. Tunawaombea ili pale katika hali ya utakaso watoke, waingie katika kanisa la wateule. Sisi tupo katika kanisa la wasafiri. Tuna uwezo wa kusali, tuna uwezo wa kuomba, tuna uwezo wa kuimba, tuna uwezo wa kuwaombea ndugu zetu wengine katika hali ya utakaso au kanisa la toharani. Wale hawawezi kufanya jitihada zao kujitoa pale, ni sisi tunaweza kuwaombea waingie katika hali ya watakatifu. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu pale walipokuwa na doa, walipokuwa na dhambi, walipokuwa katika dhaifu, waweze kusamehewa makosa yao ili watakapotoka katika hali ya utakaso waingie katika kanisa la washindi ambalo hilo ni la watakatifu. Wapo watu ambao wamepambana vikali zaidi ili sisi kuepuka majanga mbalimbali. Wapo ambao tuliwakosea na hatukupata nafasi ya kusema naomba nisamehe, wakafariki katika mazingira hayo. Tunapataje nafasi ya kuomba msamaha? Azimisho la misa ni usuhulishi au ni azimisho la misa linakuletea mahusiano mazuri na wale waliotutangulia, ukakosa nafasi ya kuomba msamaha. Katika misa tunavyoenda kuombelea hawa ndugu zetu waliotutangulia, tunajipatanisha nao kwamba nilikukosea, umefariki, nilikuwa mbali, unaazimisha misa takatifu. Agustino anatumiaga mfano huu mara kwa mara kwamba mama yake alimpa hosia, mwanangu, nikifariki nizike popote lakini usikumbuke, usinisahau, usi kwenye adhimisho la misa takatifu. Kumbe leo tunapoadhimisha sikuku hii ya marehemu wote, ndugu zetu waliotutangulia, na sisi tujiweke katika kuwaombea. Tenga nafasi yako, tenga sadaka yako, tenga fedha yako kwa kuwaombea hawa ndugu zetu marehemu. Wapo ambao tuliwakosea tukakosa nafasi ya kuwaomba msamaha, katika kuadhimisha misa tuwaombe msamaha Mungu, naomba wasamee makosa yao, waweze kupokelea katika utakatifu wako, waweze kutokea, kupokelea katika wateule wengine. Azimisho la misa ni muhimu katika kuwaombea marehemu. Tuwakumbuke ndugu zetu waliotusaidia katika hali na mali, katika ushauri. Ndio maana hapo anasema heli walio na moyo safi, walikuwa na moyo safi, walikuwa washauri wetu, walitutengeneza, tumeonekana tulivyo, ili yeye ambaye amenyinyima kama yule mtoto mama au baba yule katoa jicho lake amempatia mtoto ili aweze kuona. Wapo ambao waliojinyima, wapo ambao waliojitoa, wapo ambao wamejinyima katika hali na mali ili wewe uonekane ilivyo. Hawa tuwakumbuke kwenye adhimisho la Misa.